Tumeona kwamba kuna hatari hapa briji ya Sabaki, ambayo kuna mitaro ambayo imejitokeza mipasuko, ambapo tuna wasiwasi kwamba huenda labda hii barabara ikakatika, kama maji yatakuwa yanazidi kuingia kutoka bara, yakiingia huku baharini, ni mahali ambapo ndio kivukio cha pekee na wakaazi wa hapa. Kwa niaba yao nasema ya kwamba tuna wasiwasi kwa sababu ni kitu ambayo imeanza, iko na karibu wiki moja tangu huo mpasuko uanze, na kadri huo mpasuko ulivyo, ulivyo unaendelea kuongezeka, na ni mahali ambapo bahari ni kama ilikuwa uh, mto wa Sabaki ni kama ulikuwa umezibwa kwa sababu ya kujenga hii daraja, na nafikiri hao mainjinia, nafikiri kulifanyika makosa kwa sababu initially hii bridge ilikuwa nianzie huko juu ikijengwa hivyo, lakini ile kuziba mto, nafikiri kuna makosa ilifanyika, lakini hata hivyo, uh, kupata uhakika kabisa ni hao mainjinia wenyewe, wao wame, wamefika ili watuambie E, ni nini kilichoharibika, na waone kama wanaweza kusaidia namna gani. Kwa hofu kubwa sana kwangu, kwa ni hiyo kando na bridge, lakini hiyo e, barabara kukatika, barabara wakati wote manake ilianza juzi crack ndogo ndogo, jana ndo mahali mahali imefikia sasa. So, tulikuwa kila wakati tukijaribu kupe, kupeperusha habari kupitia mitandao ya Facebook pia kwa WhatsApp, kujaribu kuwa eleza watu na wale wahusika wa hapa, wao wanaweza kuja kushughulika kwa sababu pia sisi kama wanasabaki Bridge Rescue Team tuko pia bado na mradi wetu ambao bado tunaoendeleza.